Tabora karibu Toronto. Labda nianze tu kwa kuwakaribisha Tabora. Karibuni sana Tabora. Labda wengine mlipoambiwa kwamba shughuli hii inafanyika Tabora mlikuwa na maswali ya kujiuliza. Kuna wengine walikuwa hawajafika kabisa Tabora. Na hiyo nasema ni bahati mbaya kwa mtu ambaye hajafika Tabora. Kwa sababu Tabora ilipaswa kila mtu awe amefika. Na nashukuru kwamba sasa umetimiza wajibu wako wa kufika Tabora. Utakuwa unawasimulia watu nilikwenda Tabora. Hii ndio Tabora. Jina Tabora linatokana na mira za watu wa Tabora. Sisi watu wa Tabora nafikiri watu wa kwanza hapa nchini au hata Afrika nzima, labda kuhifadhi viazi vilivyopikwa. Sisi tunavuna viazi, tunavimenya, tunavipika, tunavikatakata vipande vipande, tunaanika kwenye jua. Utakapopika mwakani, vitakuwa tu kama vimetoka shambani leo. Viazi vya namna hiyo vinaitwa matoborwa. Sasa mzungu alipokuja Tabora Akaambiwa, akauliza hii ni nini? Wakasema haya ni matoborwa. Akasema toborwa, akasema yeye hey, toborwa. Sasa ikawa toborwa, baadaye Tabora. Kwa hiyo Tabora imetokana na viazi. Tabora hakuna njaa, chakula kipo tele. Leo ni siku ya pekee kabisa katika kanisa Anglikana Tanzania. Ni siku ya furaha na hasa sisi watu wa Tabora, kwa kweli tumepokea jambo hili kwa heshima kubwa. Tabora ni mji mkubwa, sio mji mdogo ni katika miji mikubwa iliyopo hapa nchini. Ni mji ambao umeshehini eh, ni historia. Yani ni hapa hapa Tabora ambapo Mjeremani alijenga ngome ili aweke ya makao yake ya kwanza ya utawala katika Afrika ya Mashariki kabla hajahamishia Bagamoyo na baadaye Zanzibar na baadaye Dar es Salaam. Kwa hiyo makao makuu ya serikali ya Mjeremani ya kwanza yalijengwa hapa hapa Tabora. Kwa hiyo mnapokwenda chuo cha ardhi, mtakuwa mnaona kuna ngome hapa tu jirani hapo ilikuwa ndio makao makuu maku ya kwanza ya serikali ya Mjeremani kabla hajahamishia Bagamoyo kidogo baadaye Dar es Salaam. Hapa Tabora ni sehemu muhimu sana, ndipo maneno yale yanayotumika ya Kiswahili ikulu yametoka Tabora. Neno ikulu lilitumika kwa ikulu ya mte, ya watemi wa Tabora, baadaye likachukuliwa na kuingizwa kuwa sehemu ya Kiswahili, ikulu ya serikali ni hapa, hapa Tabora alipoishi David Livingstone miezi saba hapa Tabora. hapa Tabora Tabora kuna historia ndefu sana. David Livingstone alikuwa hapa Tabora mwaka elfu moja mia nane sabini na moja na mwanzoni wa sabini na mbili katika somo la leo tunajifunza juu ya necha ya Mungu Mungu alivyo Mungu alivyo na ningependa kusema kwa ufupi sana ili tupate nafasi ya mambo mengine Mungu mmoja ambaye ni Baba Mwana na Roho Mtakatifu ndivyo tumesoma katika Mathayo sura ya ishirini na nane anasema, mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sio kwa majina, ni kwa jina. Kwa hiyo, hii inaashiria kwamba Mungu mmoja, lakini yupo katika nafsi tatu. Na haya masomo yamechukuliwa kwa makusudi, kwa sababu tupo bado katika kipindi cha utatu na bado tunaendelea na utatu, na tutaendelea kufundisha juu ya utatu mpaka watu watakapofikia mahali pa kuelewa vizuri. Mungu wetu ni tofauti kabisa na miungu mingine. Ni Mungu wa pekee, Mungu ambaye huwezi kumuelewa kwa urahisi. Kwa sababu uwezo wako, ufahamu wako, akili yako haiwezi kufahamu huyu Mungu ni namna gani. Tumepewa tu kumfahamu kwa kiasi fulani. Tumepewa kumfahamu kwa njia ya mwanawe Yesu Kristo aliyejifunua kwetu, kwa kumuona mwanae Yesu Kristo pale tunapata uwezo wa kumfahamu Mungu, lakini Mungu jinsi alivyo ni ngumu sana kumfahamu, na ndiyo maana watu wengine wanapinga sana jambo hili la utatu, kwa sababu ni jambo ambalo huwezi kulisimulia kwa mtu akakuelewa, kwamba unaweza ukahesabu vitu vitatu na bado kasema ni kitu kimoja. Lakini ukweli ni kwamba hata wale wanatheolojia waliojaribu kuyaeleza kwa kina walitumia nguvu kubwa sana ili watu angalau wapate picha ya huyu Mungu jinsi alivyo. Wengine wametoa mfano wa sambusa kwamba Mungu ni kama sambusa, maana sambusa ina pembe tatu. Na katika nchi ya Somalia waliacha kula sambusa kwa sababu ni mfano wa utatu, na wale mnaokula sambusa mnakula mfano wa utatu. Ni Mungu ambaye hakuna mdogo katika nafsi tatu, wala hakuna wa baadaye, lakini ni wa enzi naenzi, na enzi na uungu mmoja, na uungu wao ni mmoja, ni Mungu asiye na mwisho, ni Mungu ambaye ukipewa kalamu ili umchore huwezi kumchora Mungu. Ni mtoto mmoja tu aliwahi kumchora Mungu. Mwalimu wa Sunday school alipowaambia wanafunzi wake, naomba mlicholee picha ya Mungu, akawagaia karatasi na kalamu wakachora picha ya Mungu na baadaye akakusanya zile picha. Na hapa kuna picha moja ambayo nataka niwasimulie, ambayo ilishinda katika zoezi lile. Mtoto alimchora Mungu akiwa na macho makubwa sana. Alipoulizwa kwa nini unamchora Mungu akiwa na macho makubwa sana, akasema ni kwa sababu ana uwezo wa kuona kila kitu kama singekuwa na macho makubwa singeweza kuona kila kitu. Akamchora Mungu akiwa na mikono mirefu afu mipana sana. Akamuuliza, kwa nini unamchora Mungu katika sura hiyo na picha hii? Akasema, ndiyo Mungu ana uwezo wa kusimama hapa Tabora, akabariki Kenya, akabariki Uganda, akabariki Marekani kwa wakati huo, lazima awe na mikono mirefu. Akamchora Mungu akiwa na miguu mirefu sana. Akamwambia, kwa nini unamchora Mungu akiwa na miguu mirefu? Akasema, lazima awe na miguu mirefu maana sasa naweza kukanyaga Zanzibar, naweza kukanyaga Dar es Salaam, naweza kukanyaga Uganda, wakati huo huo. Kwa hiyo Mungu lazima awe katika picha hiyo. Huyo mtoto alikuwa genius. Ni mtoto mwenye uwezo mkubwa sana wa kufikiri juu ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Macho ya binadamu ni madogo sana, hayana uwezo wa kumwona Mungu. Akili za mwanadamu ni kidogo sana, hazina uwezo wa kufikiria Mungu. Mungu ni wa pekee. Mungu ni wa kweli. Mungu anaishi mahali pote na wakati wote na Mungu anaweza yote, na Mungu anafanya kazi ndani yetu. Huyu Mungu alituumba wanadamu kwa mfano wake, hivyo anatutaka tuishi maisha yaliyo mema kama yeye mwenyewe alivyo mwema, maisha matakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Na ndipo mwisho wa somo lililosomwa. Huyu Mungu wa ajabu, huyu Mungu wa pekee, anatuagiza twende ulimwenguni mwote. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema, enendeni ulimwenguni mwote mkawabatize watu kwanza, mkawafundishe, muwabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Anatupa mission, anatutaka twende tukahubiri, anatutaka twende tukawafanye watu wawe watu wake. Kanisa Anglikana ni kanisa kubwa, kanisa lenye utajiri mkubwa, kanisa lenye vijana wote hawa. Hawa wote mnaoona, hamna mamluki humo. Hawa wote ni vijana wa Kianglikana. Jina la Bwana libarikiwe ni kanisa ambalo lina nguvu kazi, kanisa ambalo tukiamua kushambulia tunashambulia kweli kweli, kama walivyoimba kwaya ya Korogwe St Andrews kwamba kamanda wetu alishinda, na tumsaluti sisi sote, tumsaluti kamanda wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Huyo ndiye anayetutuma. Baba Askofu Mkuu, nikuombe sana, niombe uongozi wa vijana jimbo, hao watu wamejileta wenyewe. Tuna vijiji vingi Tabora, tuwasambaze vijijini ili kanisa ili kanisa la mtakatifu Stefano Tabora lina uwezo wa kubeba watu 1500. Kwa hiyo ukiona kila kiti kimekaliwa maana yake ni kwamba tuna watu zaidi ya 1500 hapa. Na wengine wako kule nje. Sasa hao tukiandama vijiji vya Tabora tumaliza vyote vya mkoa wa Tabora. Niwaombe wawili wawili mje wao tuwapeleke vijijini. Mungu anatuita, Mungu anatutuma, anataka twende, twende katika kila kijiji. Twende katika kila mji. Na bado naisikia sauti ya Mungu ikinena ikiita mimi, ikikuita wewe, ikimwita kila mmoja wetu aende. Ni imani yangu kuwa muda wenu wa kukaa Tabora utakuwa muda wa kutafakari juu ya wito wenu, utakuwa muda wa kutafakari ukuu wa Mungu na kujua mpango mzima wa Mungu katika maisha yako. Huu muda wa Tabora hautakuwa muda wa virudisho tu, lakini utakuwa muda wenye faida kubwa. Kumbuka kuwa utaweza tu kuyaweza haya yote na kumwelewa Mungu na kumwelekea Mungu